Hii baraka haijakuja bure hivyo. Bwana asifiwe. Hii baraka tulianzia kwa nyumba ya maombi, tukatoa dhabihu, ndio mungu akatenda. Bwana asifiwe. Jua tu yule mwenye ujui watu hawafungwi wasipate mtoto kijana. Jua tu leo watu wanafungwa wasipate mtoto kijana. Bwana asifiwe. Mambo mengine ni ngumu kuelezea mzazi, lakini kibidi unamwelezea. Bwana asifiwe. Niliongea na baba yangu, nikamwelezea na yale ninajua, penye nimeolewa. Bwana asifiwe, aliweza kuomba akaniambia tutaomba na Mungu atatenda. Bwana asifiwe. Kwa hivyo, huyo mtoto kijana, sio kwa nguvu zangu, kupitia kwa Senior Bishop na maombi, Mungu ametenda. Bwana asifiwe. So wewe ambayo uko na wasichana usikufe moyo. Bwana asifiwe. baba yetu ako hapa. Bwana asifiwe. Alafu pia after kumwombea sisi kama familia Mungu akitenda jambo tunashukuru. Bwana asifiwe. So baba yetu atapokea suti ambayo akivaa anasema hiyo ni ya Jeremiah. Bwana asifiwe. Na mama yetu pia atakuwa anavaa hiyo dress, anasema ni ya Jeremiah. Bwana asifiwe, na ninajua hakuna mwenye atagusa Jeremiah. Bwana asifiwe, mbarikiwe sana. Makofi, aeremaa moja mbili tatu. Amen, hapa tunanyosa mikono yote hapa, maana Mungu ndiye ametenda, lazima tusukuru na kusukuru baba Mungu wa Ibrahimu na Isaka na Yakobo, maana walipokuja kwangu niliwaelekeza na nikawaambia, ukwako mambo yote yanawezekana. Na ile kifungo na na kifungo waliokuwa nao wamesudia, ni kweli umeiondoa, na mtoto ndio huyu anaitwa Cheremaya. Waja jina lako litukuzwe, kwa sababu yeye ni Mungu. Pariki ndugu huyu, pariki mkeo, pariki huyu mtoto, pariki hawa watoto wote, wafunike na damu ya Yesu. Tuseme sote, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Nimewatakasa katika jina la Yesu, wapokee neema ya Kristo, kwa sababu ye ni Mungu, umewapa baraka na tunashukuru, tunasema ni asante Tupi Yesu, makofi. Amen. Simama sasa. Pea mama huyo mtoto anipe, ni muombe baraka. Nina kusukuru Mungu paba wa Ibulahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, utupaye ya balaka. Funika uyu mutoto Chelemaya nadami ya Yesu, asidi kukua katika hekima na kimo katika dunia ya tambi. Umufunike nadami ya Yesu, mwondolaye mabaha yote, ayo wa baraka katika Injhila, mwepesi wa kusika neno lako, machine yake abata kibali na atakasike, akubalike duniani na binguni. Mfunike na damu ya Yesu, kitakapofika kipindi cha masomo pia afanikiwe Baba, pokea sifa na utukufu kwa sababu ini Mungu nimemtakasa na kumwombea neema na baraka stokazo kwako, katika jina la Yesu naomba na kuamini, ubarikiwe Amen. Amen. Haya, makofi. Mbarikiwe sana na neema ya Mungu iwatoe